Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tumtazame Donald Trump, rais wa Marekani. Naitwa Ramadhani Fupi. Donald Trump, rais wa Marekani, anaamini kwamba Marekani ni taifa ambalo limekuwa mkombozi wa mambo mengi duniani, na wakati huu rais huyo Donald Trump amekuja na taarifa nyingine juu ya vita vya pili vya dunia, huku akipinga taarifa kutoka Urusi. Je, Trump amekuja na taarifa gani na ni kitu gani ambacho kimefanywa na taifa la urusi ambacho Donald Trump yeye anapinga kabisa? Tarehe nane ya mwezi wa tano ni siku ambayo vita vya pili vya dunia viliisha rasmi. Hivyo taifa la Urusi, kila ifikapo tarehe nane ya mwezi wa tano kila mwaka, hufanya sherehe kubwa nchini humo huku wakieleza kuwa Urusi ndiyo taifa ambalo lilimaliza vita vya pili vya dunia baada ya kupambana na serikali ya Kijerumani ya kinazi iliyokuwa chini ya Adolf Hitler kipindi hicho. Na hata mwaka huu wa 2025 Urusi ilifanya hizo sherehe, ambapo viongozi mbalimbali mbali ulimwenguni walihudhuria sherehe hizo, akiwemo rais wa China Xi Jinping pamoja na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore lakini wakati huu rais wa Marekani bwana Donald Trump na yeye ametangaza rasmi siku ya tarehe nane ya mwezi wa tano kama siku ya kitaifa ya kusherehekea ushindi wa vita vya pili vya dunia, akisema kwamba Marekani ndiyo mwamuzi katika kumalizika kwa vita hivyo vya pili vya dunia na kupuuza madai ya Urusi ya kusema kwamba Urusi ndiyo mshindi katika vita vya pili vya dunia dhidi ya serikali ya kinazi ya Ujerumani. Bwana Donald Trump anadai kwamba Marekani ndiyo taifa ambalo limeleta ushindi kwa kuiondoa serikali ya kinazi ya Ujerumani ya Adolf Hitler, lakini Umoja wa Usovieti ambao ni Urusi haukuwa na mchango wowote katika kumaliza vita hivyo, kama ambavyo Urusi huwa inafanya kila mwaka ifikapo tarehe nane ya mwezi wa tano. Siku ya Jumatano, ikulu ya White House Marekani ilitoa tangazo likionyesha Donald Trump akisema kwamba kama wanajeshi wa Marekani wasingejitolea basi vita hivyo vya pili vya dunia visingeisha, huku akisisitiza kwamba zaidi ya Wamarekani laki mbili na elfu hamsini walifariki wakitetea ustaarabu wa nchi za magharibi. Kitendo cha Donald Trump kusema maneno hayo kumepelekea mataifa mbalimbali mbali duniani kuanza kumkosoa Donald Trump wakidai kuwa bwana Trump anajaribu kupotosha ukweli wa kihistoria. Rais wa zamani wa Urusi ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi kwa sasa, Dmitri Medvedev amesema kwamba amepuuza matamshi hayo ya Bwana Trump akisema kuwa ni upuuzi tu. Watu wetu walitoa maisha yao kwa ajili ya kuharibu fashisti uliolaaniwa. Mei sita, siku ya ushindi ni siku yetu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na daima itakuwa hivyo. Urusi inaishukuru Marekani kwa uungaji mkono wake wakati wa vita vya kidunia, lakini USSR ingeishinda Ujerumani ya wanazi hata bila ya msaada wao, alisema msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitri Peskov. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.